Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuona kwa kipindi kirefu sana ndani ya miaka hii minne toka alipoingia madarakani kwa awamu ya sita muhula wa kwanza. Tumeona namna gani ambavyo miundo mbinu yetu ya wilaya ya Ileje ilipoweza kuboresha hususani kwenye miundo mbinu ya barabara kuu, barabara ambayo pia tukiiangalia kwa jicho la kipekee naweza nikasema ndiyo barabara yetu ya uchumi barabara hii ambayo iliweza kufanikiwa ujenzi wake kuanzia Mpemba mpaka Isongole, ambapo sasa mkandarasi yuko site na kiasi cha fedha za shilingi bilioni 74 zimetengwa kwa ajili ya ukamilishaji wa barabara hiyo ya kilomita 52.41 kutoka Isongole tu mpaka Isoko. Lakini tuna imani kubwa sana baada ya awamu hii ya pili fedha zitaendelea kuletwa kumalizia zile kilomita 38 zilizobakia kuanzia Ndembo mpaka kule Kasumuru. Sisi tunafurahi sana na tunafarijika kuona namna gani Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu kwa kuweza kutuonesha miundo mbinu mbalimbali, ambapo sasa tunaamini shughuli za usafiri na shughuli za usafirishaji zitaendelea kuimarika kwa kiwango kikubwa sana. Kiufupi niseme kwanza, tunamshukuru Rais rahisi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi hasa kwa upande wa barabara. barabara hii ambayo inatoka Isongole mpaka Isoko kwa kiwango cha lami. Lakini pia ni mshukuru rais wetu pamoja na mbunge wetu ambaye pia ni naibu waziri kwa kutupatia fedha za kufanya ukarabati wa maeneo korofi katika barabara inayotoka Ndembo kwenda Kasumu. Msimu wa mvua barabara hii ilikuwa inakata, wananchi walishindwa kusafiri, lakini kwa sasa tuna imani kabisa huu mradi ukikamilika wananchi kutakuwa na uwepo wa kusafiri kwenda Kyela na pengine tungependekeza ikiwezekana kupatikane magari yanayotoka Kyela kupitia njia hii hadi Tunduma. Hivyo tunaishukuru sana serikali na tunaiomba iendelee kutuletea fedha. Tunaomba pia mheshimiwa mbunge aendelee kutu, kutusemea vizuri ili tupate fedha na miradi iweze kukamilika na wananchi waweze kunufaika na barabara na waweze kufanya biashara zao na shughuli zao za kila siku. Kwanza faida ya huu mradi, wazawa waliopo wamepata ajira, kinamama wenye vibanda wamepata ajira, wanauza biashara za chakula, zinakwenda hazicheleweshi. Alafu pili, kwa upande wa mradi huu tunashukuru, kwa sababu tulikuwa na shida sana miaka ya nyuma, kwa sababu magari makubwa tulikuwa tuwezi kuyaona. Mpaka leo daraja linajengwa, kuna magari maseme yanafika mpaka eneo la saiti hii, ingawa bado haijamalizika, tunajua hii ndio inaelekea mwisho. Kwa hiyo tunashukuru sana, na pili, baada ya kata kona zote na madaraja yote haya, nafikiri hali, tunashukuru sana kwa serikali ya mama aliyoko madaraka, na Mungu amsaidie sana, aendelee kutuwezesha wananchi wanaileje na Tanzania nzima. Mimi ni mbunge wa jimbo la Ileje na hapa tulipo ni moja ya miradi ambayo inatekelezwa katika wilaya ya Ileje, kijiji cha Sange, kata ya Sange, wilaya ya Ileje. Kwa hiyo kwa nafasi ya kama mbunge, nina kila sababu ya kumshukuru sana mheshimiwa Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye katika hii miradi ambayo imetekelezwa miradi ya aina hii nchi nzima zimetumika si chini ya bilioni mia nane si chini ya bilioni mia nane kujenga madaraja na maeneo korofi ambayo mara nyingi ilikuwa mvua ikitokea barabara zinakata, milima inashuka, ama madaraja yanasombwa. Kwa hiyo, mheshimiwa rais alitoa maamuzi magumu, lakini ambayo nadhani yataendelea kukumbukwa kwamba maeneo yote ambayo zinatokea changamoto za kupita pale inapoonyesha mvua basi yaweze kujengwa madaraja, na alienda mbali zaidi kwamba hata madaraja kama tunajua, kwa sababu ya hii mabadiliko ya tabia nchi. Utaona daraja la Sange panaonekana kama daraja ni kubwa sana, lakini tunaona maji yanayokuja yaliyokuwa yanapita miaka ishirini iliyopita sio yanayopita, kwa hiyo tunaamini yataendelea kuongezeka, kwa hiyo ni kama kulikuwa na overdesign, lakini baada ya kuona inavyotokea El Nino, hayo maji yanakuwa yanakata barabara. Kwa hiyo ikajengwa kwa utaratibu huo miradi mingi, kila mkoa na maeneo yote ambayo yaathirika. Na sisi kama Wanaileje tulibahatika kupata miradi mitatu ambayo ni mradi huu, mradi huo wa Kabalisi, lakini pia na mradi wa Ikinga, ambako kwenyewe kuna madaraja madogo, lakini mara nyingi huwa milima inakatika na kuziba barabara. Kwa hiyo mimi niseme, namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa hizo fedha ambazo Ileje tumekuwa wanufaika, na nyinyi mtakubaliana nami kwamba sasa hata yale magari makubwa ambayo yalikuwa hayapiti, hayana uwezo wa kupita, nadhani haya madaraja sasa ndio yameleta kwenye barabara hii semitrela sasa zitakuwa zina uwezo wa kupita. Kwa hiyo tunashukuru sana, na bahati nzuri kwenye hii miradi hakujawa na changamoto ya fedha. Kwa hiyo kwenye miradi hatujawa na changamoto ya fedha. Kwa hiyo moja, niwahimize wakandarasi kuhakikisha kwamba wanakamilisha ndani ya muda.